Mkurugenzi wa shule hiyo amesema wa wanafunzi hao waliohitimu darasa la saba kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano shuleni hapo walikuwa kumi na nane wasichana wakiwa kumi na mbili wavula na wavulana sita Mbinu tunazozitumia ni nyingi, mojawapo ni ushirikiano baina ya walimu, wazazi, wanafunzi na uongozi wa halmashauri ya wilaya kwa pamoja. Mbinu ya pili ni kufanya kazi bila kuchoka na bila kuangalia malipo. Kila mtu anajituma at the maximum kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata kile ambacho anastahili kukipata, na yule anayeonekana yuko dhaifu anapewa programs maalum za kumwezesha mpaka afikie ili kiwango kinachotakiwa. Tuna mikakati ya muda mrefu na muda mfupi ambayo ndiyo imepelekea tufikie hapo tulikofikia. Katika masomo yote wamepata A kila mwanafunzi isipokuwa masomo mawili tu, mwanafunzi mmoja amepata B ya Kiswahili B ya Kiingereza na mwingine amepata B ya hesabu, lakini masomo yote yaliyobaki wamepata A, A, A, katika masomo yote ah, kwa matokeo ya mwaka 2025 kwa darasa la saba shule yetu imeshika nafasi ya kwanza kwa Lindi Manispaa, lakini nafasi ya kwanza katika mkoa wa Lindi ambao unajumuisha halmashauri halmashauri sita, lakini pia imeshika nafasi ya pili kwa kanda ya kusini inayojumuisha mikoa mitatu Lindi, Mtwara na Ruvuma. Shule yetu imeshika nafasi ya pili, lakini kitaifa shule yetu imeshika nafasi ya arobaini na tatu kwa sababu shule yetu inatoa ma, maadili ya dini ya Kiislamu. Kitaifa pia shule yetu katika shule za Kiislamu imeshika nafasi ya pili kwa kufanya vizuri. Kwanza juhudi za kwanza, tulikuwa na mikakati mikakati ambayo tulishirikisha na wazazi wa na mkakati wa kwanza tulikuwa tunahitaji tuna kuwa na bweni, kwa hiyo mkurugenzi wa shule alijenga bweni. Baadaye tukawashawishi wazazi watoto wao ambao wanafikia madarasa ya mitiani wao wanaishi hapa shuleni kwa katika kuhakikisha tunawapa mazoezi na tunawasimamia sisi wenyewe kipindi chote ambacho wamekuwa hapa, mwisho wa siku ndo tumepata matokeo haya. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi pamoja na walezi wameipongeza shule hiyo kwa kuwa chachu ya maendeleo ya elimu mkoani Lindi huku wakisema shule hiyo ni mfano bora wa kuigwa na shule zingine za msingi. Sisi kama wazazi tumefurahishwa sana na matokeo haya ya darasa la saba kwa maana kwamba kitaifa shule ya Hidaya imekuwa ya 43, lakini kimkoa imekuwa shule ya kwanza, lakini kwa kanda ya kusini mikoa mitatu, shule yetu ya Hidaya Memorial imekuwa shule ya pili kitaifa. Kwa hiyo kwa matokeo haya, sisi kama wazazi tumeona hili jambo linafaa kuwapongeza walimu wetu. Kwa hiyo tukaamua kushikamana kwa umoja wetu sisi wazazi wote wa jumuiya ya shule ya Hidaya kuanzia ya darasa la kwanza kuanzia chekechea kuanzia shule ya awali mpaka darasa la saba kuwapongeza walimu wetu. Tulifanya jambo kama hili kwa sababu sisi ndio tulilishawishi na tulilitolea maoni, na mwisho wa siku walimu wenyewe walilipokea na likafanyiwa kazi. Na mpaka leo ilikafikia hatua tuliyofikia leo. Kwa hiyo mimi kama mzazi, mwanangu amesoma hapa na yuko vizuri na inshallah tukijaliwa, mwakani anaanza kwa mwanvya. Tumejipanga vizuri na kujipanga kuonyesha wazi kwa jinsi tulivyojipanga ni tulishajipanga kwanza, na ndio maana tulitaka pia kuandaa na maandalizi mengine ya hafla, na kama laiti ingekuwa hatujajipanga wala hili swala la hafla tusingekuwa na wazo nalo. Ina maana tumejipanga kwanza, na ndio maana tukataka na jambo lingine kuonyesha msukumo wa jambo ambalo tunalo. Wazazi mara nyingi tunakuwa na juhudi kubwa ya kulaumu walimu, lakini pia wanapofanya vizuri huwa hatuwapongezi. Ila sisi kama wazazi wa Hidaya, baada ya tukio hili la shule kufanya vizuri, ilitoka wazo la sikuwapongezi watoto peke yao, tuwapongeze na walimu kwa hiki walichokifanya kwa watoto wetu. Mikakati ni kuhakikisha kwamba tuna tunaendeleza pale walipoishia kwa wale ambao wamepelekwa shule za vipaji kuhakikisha kwamba tunawafuatilia na tunashirikiana na walimu kama tulivyokuwa tunashirikiana hapa Alhidaya. Hiyo ni mikakati ambayo sisi kama wazazi tumeipanga. Na kwa, kwa miaka saba ambayo vijana walikuwepo hapa tumeshirikiana kwa kiasi kikubwa. Nawapongeza walimu wa shule hii wanafundisha vizuri na waendelee kufanya vizuri. Matokeo yametufurahisha, kama mzazi nimefurahi sana. Ukilinganisha na mwaka jana, mwaka huu pia wamefanya vizuri. Mwaka jana walitoa watoto wawili, walikwenda shule maalumu wakiwemo kijana wangu mimi, lakini mwaka huu tumesikia wanafunzi kama tisa walikwenda shule maalumu.